HPV, human papilloma virus. Unamwona huyu kirusi huyu kirusi ndivyo anavyotembea kwenye mwili wako, anasambaa na kumbuka, virus wanajidiplicate mara milioni baada ya muda mchache, yaani kila muda anajidiplicate. Hivyo basi kama una changamoto ya HPV ambayo tunajulikana kama human papilloma virus, ambao virus hawa huwa wanaenda kushambulia kwanza kwenye mfumo kushambulia kinga ya mwili na kwenda kusababisha maotea eneo lako la siri au mdomoni au sehemu yoyote yenye majimaji. Virus hawa mwanamke au mwanaume akiyapata, jua kuwa iko kwenye hatari ya kupata saratani. Na tunasema hivi, asilimia themanini na tano ya wanawake wenye saratani ya kizazi, chanzo kikubwa ni HPV, human papilloma virus. Nami nimekuandalia suluhisho la changamoto hio, ambayo kwa miaka nane sasa nimekuwa nikiwasaidia watu wenye changamoto hiyo, uwe mwanamke, uwe mwanaume Tumia tiba hii leo ili uondokane na hiyo changamoto. Na kama mko kwenye mahusiano, mmoja wenu ana changamoto hiyo, akisha mnatumia nyote, maana yake hiyo mtakuwa mmeweza ku overcome tatizo. Nipo kwa ajili ya kukupa suluhisho.